E, bwana e, warabuni bwana e, washikaji wa kule hawakai sana e, wanafunga, ndio maana siku zote unaona wao wanatangulia kufunga, halafu pia wanatangulia kufungua a, ku, kuacha hawa wengine e, wanachelewa kufunga na pia wanachelewa kufungua. Yani namaanisha nazungumzia Ramadhani na idi, sije, si, sije ukaona ni kufungua mlango, mtazamaji, ni maswala ya idi na Ramadhani hapa hasa nikujuze tu eh, nikujuze dalili eh, ya mvua ni mawingu. Na pia wacha nikujuze sasa, ukiona dalili eh, ya, ya ukiona mwezi jua basi dalili yake ni idi, ama ukiona uh, idi dalili yake ni mwezi bwana. Na sasa mwezi umeshaonekana tayari warabuni, bwana wana njia yao ya kuangalia mwezi. Unajua, ukiangalia hivi kwa macho ya kawaida mwezi hautauona. Inaweza kuwa mwezi umeshatoka lakini uko mbali sasa. Unafaa uweke vifaa vingine, ili uweze kuona. Ndio maana unapata mtu anangoja kuona mwezi ukikesho, kesho ukishauona unakuwa mwezi mbona mkubwa kama wajana hivi, lakini sasa warabuni wamebuni mbinu yao ya kuangalia mwezi na kuona, je, umwa leo ama ni wajana? Ndio maana ta siku zote he, warabu bwana wanakuwa wakwanza kabisa kufunga msimu wa Ramadhani na pia kufungua msimu wa Idi, sababu kutokana na vifaa ambavyo wameviweka vya kuangalia mwezi bwana. Nitakwenda kuelezea ni vifaa gani hivi ambavyo wanavitumia, lakini kabla sija kuelezea, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo inazidi kukupa madini kamili, inakuletea na habari zote za ulimwenguni. Eh bwana, sasa hivi nimekuletea habari za Uarabuni hamna tena mambo ya Konde Boy, mambo ya Raivani lakini leo nimekupatia habari hizi za Uarabuni. Kama kwenye picha hapo nakuonyesha hiyo ni airport. E, wapo, watu wapo kwenye airport. Unajua mtazamaji Uarabuni, yani nchi yao, haina milima mingi. Yani nchi yao iko flat. Sasa mwezi ukitoka huwa wa wanauona E, na hata kama hawatauona basi, kuna vifaa ambavyo wanaweka vifaa ni hizi darubini, alafu anaziwekea stand yani darubini e, zinekewa, uh, stand. Darubini sijui kwa lugha ya Kiingereza tunahitaji telescope ama anaweza kusahau hapo, lakini nadhani telescope, alafu unaiwekea stand sasa. So, ukiwekea stand inakuwa inakuwa iko juu. So, wewe unachungulia e, sababu darubini inaweza kuonyesha kitu ambacho kiko mbali sana, hata kikawa mawinguni kule, basi unakiona moja kwa moja. Sasa hii ndio mbinu ambayo hawa waarabu wanaitumia e, kuangalia mwezi e, wewe ukienda kuangalia na macho hautauona, sababu mwezi unakuwa bado uko mbali. Sasa inabidi hawa wenzetu e, wametuzidi kiujanja kiasi, na pia wametuzidi kiteknolojia, ndio maana utaona wanaweka madarubini na pia ndio maana wanaweka uh, vitu kama kamera uh, satellite sile ili kuangalia kama mwezi ni kweli umetoka, e, na hatimaye huwa wanafanikiwa. Ukishafanikiwa basi wao wanakuwa wanafunga wa kwanza. Wao ukianza kufunga day 1 Ramadan wao wanakuwa wako day 2. Sasa inapofika wako 31, wewe bado uko 30, mwendo wa kufungua, wewe bado unafunga. Eh, hii ndio siri sana, nimeweza kuelezea yote kamili eh, sababu gani huwa Waarabu wako mbele na sisi tuko nyuma ikifika ni upande wa kufunga siku za Ramadhan. Eh, sijui kama njia hii inastahili kuangalia mwezi, sababu naona wengine huwa nasema mwezi unafaa uone wewe mwenyewe kwa macho eh, yako ya nyama, bali sio kwa kamera wala sio kwa sio kamera wala kupitia satellite wala kupitia teleskop ama darubini. E, kuna ustadi wengine wanasema mwezi unafaa uone wewe mwenyewe. Sasa sisi kama unakubaliana na hili swala e, kama unakubaliana na, unakubaliana na swala hili la kuangalia mwezi, mwezi kupitia darubini mgongeshe comment yako, gonga like, alafu nikae comment yako pale, ama kama unaona Waarabu huwa wanazengua sana hapa basi e, ndondoshe comment yako pale kupitia comment section ya Umbea Media TV ama wewe kiupande wako huwa mwezi unauangalia uh, na njia gani, mtazamaji? And share comment kupitia comment section ya Umbea Media uh, TV. Usikose kusubscribe, lazima nikukumbushe mtazamaji azidi uh, kusubscribe ili tuzidi kusonga uh, wote.